Karibu Mpapai Digital. Ili uwe kwanza kupata video zetu, tafadhali tunaomba usubscribe, lakini pia usisahau ku like na kushare. Asante. Hmm. Kwanza uh, kikosi kilichosafiri tusizungumze sana, lakini eneo la goalkeeping makipa wawili, tutarejea nini katika siku ya tarehe 19. Manake hapo namzungumzia Yakubu Suleiman pamoja na Hussein Abel, Abel. Mm. Ya, yeah, uh, tumemshuhudia Yakubu Suleiman. Sina hofu sana na eneo la goalkeeping la Simba. Ndio. Eh, kwa uwepo wake, labda ukija kwenye madhaifu ambayo labda ipo nayo, labda hiyo ndio inaweza kuwa ni judgment zaidi. Lakini ukijaribu kuangalia ameshapata mechi kadhaa za kucheza. Nakumbuka Pimpin Camara aliumia kwenye mechi dhidi ya Gaborone United. Mm. Ya, yeah, aliumia kwa dakika ya sabini ile ya mchezo. Kwa hiyo anaumia na aliumia goti, alionekana kwamba kushindwa kuendelea na mchezo. Ah, uh, alicheza mechi moja ya ligi. Alicheza dhidi ya Fountain kama nakumbuka vizuri, Simba anashinda goli tatu sifuri, yeah. Uh, saa mechi ya Zanzibar dhidi ya, yeah, uh, ya yeah, kikosi cha Zambia yeah, uh, golikipa mzuri sana mzuri hasa ikiwepo kwenye kwenye penalty box sana sana, labda kwenye ile sita, one v one saves, ni vitu fulani ambavyo kwake ni basic sana. Yani anaweza akawa ni bora zaidi, lakini ukija katika engo ya footwork, labda hapo ndo wengi huwa nakuja, anafanya judgment, ndio na inawezekana pia wakati mwingine simba anaweza akamiss pimping. Camara ni katika engo hiyo Manake leo hii kwenye modern football tunazungumzia magolikipa ambao tuna account kwenye engo ya kuanzisha mashambulizi. Hatumhesabu, yeah, yeah, tu kwamba golikipa atakeep safe lile lile goal. Yeah. Ila anachotakiwa kufanya ni kwamba awe sehemu ya mashambulizi ya timu. Kwa hiyo yeye ndiye ambaye anaiona timu vizuri zaidi. Kwa hiyo kwa Yakubu si kwamba hafanyi hicho kitu cha kuanzisha mashambulizi yeah, au footwork yake kiujumla. Sio kwamba ni bora sana, ila anahitaji kuifanyia zaidi <clears throat> maboresho ili afikie levo ambao leo hii mm. Kwa haraka haraka utakuta mechi ya Yanga, ile faulu ya nani, ya Clatous Chota Chama, mpira unarudishwa ndani, ampata nafasi ya kucheza mm. Ukijaribu kuangalia utambulisho wa Pinpin Camara, ilikuwa ni mechi dhidi ya Al Hilal Tripoli ya Libya, wa hilo akina Mabululu. Nafikiri pale watu wengi sana ndio waliona ubora wa Pinpin Camara. Kuanzia kwenye footwork yake, lakini saves ambazo kwa anazifanya, uh, mwili wake tu kwa flexible ni vitu ambavyo kwa vinamsave zaidi kuonekana kwamba yes anatoshia kuwepo kwenye ile eneo na kuondoa ile mindset ya kuamini baada ya Aishi Manula kuondoka, ya inawezekana kwamba Of course hatujapata mbadala sahihi, lakini kitendo chake cha kuwepo golini na kufanya vizuri, kila mtu akahesabu kwamba Aisha hata kama ana injury leo, golini watu wapo safe. Kwa hiyo kwa saa hizi, kwa kesi hiyo iliyotokea, na aina mpinzani ambaye Simba anaenda kucheza naye msingizini, sioni kama ni mpinzani ambaye Simba watakuwa wanashambuliwa mara kwa mara. Shida huwa anakuja tu ni pale ambapo Simba labda eneo la kiungo wanakuwa disorganized. Wamemtambulisha sawa kocha magolikipa, of course ana kazi kubwa ya kufanya Sina hakika kwamba eti jana, maybe leo kesho, atakuwa ashabadilisha kabisa lile eneo no. Atahitaji zaidi muda. Labda mimi, mapendekezo yangu mengine pia kwa Simba, maybe wangepata kocha fitness. Okay. Hiyo ni shida nyingine ambayo Simba kwangu mimi nimeibaini Mm. Rudi hata mechi ambayo alishinda juzi dhidi ya kwani wakati uh, wakocha <coughs> Falu Davis uh, fitness coach alikuwa ni wa hapa wa Simba wenyewe ama alikuwa katika jopo la Falu. La Falu. Okay, na ameondoka nao. Ya sasa asilimia kubwa zaidi Falu amejaribu ame kuondoka na watu wake. Mm. Ila ukijaribu kuiangalia Simba inavyocheza yaani. Mm. Unaona wachezaji wengi fitness level ipo chini sana. Ni kitu ambacho akikifanyia kazi mwalimu mm. of course, meneja mkuu wa timu Mr Pantem pamoja na wasaidizi wake wanaweza wakawin uh, baadhi ya matukio ndani ya uwanja. Hicho ndo kitu ambacho nimebaini kwa Simba fozi kina shida, nje ya changamoto ambazo zinazungumzwa kwa golikipa Yakubu Suleiman. Kwa hiyo kwenye eneo la golikipi kwenda na magolikipa wawili Yakubu pamoja na na Osena Abeli, na, na si na na kama na maybe itakuwa ni effect ya moja moja kwa Simba kwa wana golikipa mwingine wa under 20 amekwaje, hawa wanatosha amesema na, mm. kwa maana uh, kwenda na makipa wawili sio shida, lakini uh, watu wanasemaga safari ni hatua in case imetokea mmoja akapata, si tu majeraha lakini kuna kuaga. Wakati mwingine ukienda katika mataifa, watu wengine hata homa ile unaweza ukapata. Mm. ikitokea hivyo, simba utakaa benchi na kipa mmoja. Sasa matukio hayawezi kwa control, wakati mwingine mmm, unaweza wanne wakaumia wote, no waka umia, okay, si siku ya kwa hiyo kuna vitu vingine unajiandaa kutokana na na, na, na uwezo simba ana magoli watatu kwenye kosti ya kwanza, namba moja pimpini anauma wamesalia wawili Hussein na Bell pamoja na na Yakubu Alshuleman. Mm. Hawa wanatosha. Yaani hakuna haja kumchukua mtu mwingine huko umuongeze wakati tano na ulipa wawili. Kwenye issue ya kuumia, kama nilivyosema hapo awali au kuumwa, hiyo uwezo kuikontrol. Hiyo ipo nje ya uwezo wa kibinadamu. Yaani mtu kuumwa, kuumia na vitu vingine kama hivyo, ipo nje ya uwezo wa kibinadamu. Wewe una control eh, vitu ambavyo vipo ndani ya uwezo wa kibinadamu. Kivipi, ndo kama hiyo kapungua namba moja na kulipa namba tatu, wako wawili hao, mimi na mimi wanatosha na ukifuatilia uh, mara nyingi safari za hizi club mm. Angalia ni mlipo wawili ndio wana safari mm. e, yani, ikitokea labda watatu machache ma sana, kwa mfano hapa muda si mrefu ila hapo matangaza kwa sisi ambao tunaenda Zambia mm. uh, ni so Zambia Burundi kucheza na Igonoa mm. mlipo ni wawili tu alishana wapi pamoja na, na Ahmed Shop, ndio inakuaga hivyo, kwa sababu hiyo ndio ndani ya uwezo wa kibinadamu za control. Ukibaki na mmoja hata kama hata kwa majaribu sasa mm. ile akibaki wawili unaamini kwa sawa, naweza nikaenda nao na akacheza, lakini hao mengine kwa maana akaumia huyu akabaki mwingine, ni, ni vitu ambavyo vipo nje wazo kwa sawa. So, na kocha na, Dimitar kwa maana manager Dimitar Pantsev amecheza mechi mbili za kirafiki. Hii ni mechi ya kwanza ya mashindano mm. tarehe 19, anakwenda uh, kuiongoza Simba. Wana Simba watarejea mpira wa namna gani? <laughs> Ameingia wakati mashindano yanaendelea mmm kwa sababu amepata faida ya hizi wiki kadhaa kukaa na timu, japokuwa si wachezaji wote kwa sababu pia wengine walikuwa wa timu ya taifa mm, uh, mataifa mengine pia kiacha Tanzania Uganda, walikuwa hapo kwa jina kina Camara. Kwa hiyo kwa kiasi, kuna baadhi ya nyota waliokosa, lakini wengi wao walikuwa hapo. Kwa hizi wiki mbili ni ngumu sana kubadilisha kila kitu ambacho kilikuwa hapo. Mimi naamini uh, njia pekee ambayo anatakiwa kuifanya hivi sasa ili mweke safe wakati anaendelea kufanya vitu vyake ni kuhakikisha Simba inapata matokeo mazuri. Ndio kitu pekee yani, awe anashinda michezo, kwa sababu ilivyo hivi sasa Uh, kitu pekee ambacho anaweza kaongea na mashabiki au uh, viongozi wa Simba kamuelewa ni pale ambapo watu wakiangalia scoreboard, Simba imeshinda bila kujali timu imechezaje. Lakini sio uh, awaambie labda wa mashabiki wa Simba kwamba na viongozi, mimi nataka timu icheze vizuri. Wakati watu wakiangalia scoreboard, timu imefungwa na imetoka kwa sababu ni mchezo wa, wa maamuzi, ni sio mchezo ambao labda kuna, kuna kuna alama tatu zitafuta hapa. Ni mchezo wa mtoano, unaweza ukapoteza. Uh, baada hapo ndo soli imeishia hapo. Yaani msimu wa Simba kwenye Champions League unakuwa umeishia hapo. Kwa hiyo Pandev anajua kwa sababu sio mgeni na soka la Afrika. Ametoka Kamerun, ameishi Botswana. Hizo nchi hizo kuanzia kimazingira wachezaji wanapatikana huko. Tena inawezekana Simba, uh, Simba ndio ikae sehemu yake nzuri zaidi, kwa maana hata level ya quality ya Tembo wanawakuta, hata maisha wanayoishi. Kwa sababu na timu zote zinazopita hapo ni ndogo kwa Simba, hata uwezo wa kiuchumi pia zitadio na Simba. Kwa hapa ni Simba pekee ambapo kwake yeye ameweza kukua na anajua kabisa kwamba yeye, ili aweze kuwa sef afanye vitu vyake naovitaka, lazima timu hiyo inapata matokeo mazuri. Kwa hiyo wategemee tu kuona timu ambayo inacheza kimkakati zaidi kwa ajili ya kushinda na sio mpira kwa objective, eh, ni kwa wakati huu hey. Sio ni mabadiliko makubwa kwa sababu <coughs> Mandala anachinda sadaji hivyo kabisa eh <coughs> <coughs> Mandala ndio Simba mwenyewe Eh, yeah. Hey. Simba, kwanza, kuna kauli umesema kwamba unaona kwamba kama msimu wa mwaka juzi timu mbili zikafika robo fainali. Mm. Msimu huu sasa iko kitu.

robo fainali mm. Simba likupa ileweki tu ya tofauti na Yanga. Yanga ndugu zetu hawana experience yani, wakubali sikubali mm. katika michondo, maana mashabiki wa Yanga wanaojitambua achana na kina Godi. Yanga wanaojitambua usimtaje mtu, ndugu zangu, ndugu zangu tunajuana, achana na ndugu zangu, wale mashabiki wa Yanga ambao wanaojua mpira eh kuna baadhi ya mechi kama mechi ya msimu uliopita walotolewa kutoka kwenda robo, walisema yanga utoona kwenda robo. Ndio maana nimefika mbali, nimesema performance ya simba na yanga mm. msimu huu hairidhishi.